Naitwa Ally Sulle, ni mtaalamu wa chakula na lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Nitazungumzia uhusiano au uhusiano wa lishe na magonjwa yasiyoambukiza, hususan matumizi ya sukari, ya matumizi ya chumvi na mafuta. Magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo hayawezi kutoka, kutoka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine bali ni magonjwa ambayo yanatokea kutokana na athari za kimaumbile yaani genetic lakini muundo wa maisha tabia lakini na matumizi mbalimbali mbali ya e, kemikali mbalimbali kutokana mbali, na mazingira tunapofanya kazi. E, magonjwa haya hutokea ikiwa mtu atashindwa kudhibiti e, e, mfumo wake wa maisha hasa mabadiliko mbalimbali yanayotokea katika mm, maeneo ya kazi lakini na yeye binafsi. E, lishe ni sayansi inayohusiana na namna gani mtu anapaswa kutumia chakula ili kuwa na afya nzuri asipate athari hasa e, ambazo ndo zinazopelekea haya magonjwa yasiyoambukiza. Nikianza na sukari e, tuna aina mbalimbali mbali za sukari, lakini kuna sukari ambayo ni natural tunasema, ambayo inapatikana kwenye chakula kama kwenye matunda, kwenye e, e, vyakula mbalimbali tunavyokula, lakini aina ya pili tunasema ni added sugar, sukari ile inayoongezwa kwenye chakula. Sukari hii huleta athari ikiwa mtu atatumia vibaya. Sukari inayopatikana kwenye chakula inatakiwa itumike kwa kiasi fulani kulingana na uhitaji wa mtu mwenyewe, lakini sukari inayoongezwa yani added sugar, kama kwenye chai, kwenye vinywaji, ni sukari ambayo ipo kwa kiwango kikubwa katika baadhi ya vyakula kama hivi, tunasema vinywaji mbalimbali kama soda, inakuwa ni kiwango kikubwa. Sasa matumizi yake kwa wingi ndio hupelekea E, haya magonjwa ya yasiyoambukiza kwa kawaida tunasema, kiwango hiki cha added sugar au sukari ya kuongeza kwa mwanamke inatakiwa isizidi vijiko sita, vile vijiko vidogo vya chai yaani tunasema, a teaspoons of sugar. Visizidi vijiko sita kwa siku na kwa mwanaume visizidi vijiko tisa kutokana na uhitaji wa mtu mwenyewe. Sasa uki, ukiangalia <coughs> Hii recommendations, na namna watu wanavyotumia utakuta mtu kwa siku anatumia zaidi ya vijiko kumi mpaka ishirini. Kya, ukiangalia asubuhi umeanza kunywa chai umeweka vijiko viwili vitatu, mchana umekula chakula umekunywa soda na jioni hivyo hivyo. Kwa ukiangalia na kwenye soda, soda moja unaweza kukuta kiwango cha, cha sukari kilichoongezwa ni kuanzia vijiko nane mpaka kumi na mbili kulingana na, eh, na, na, na, na aina ya kinywaji sasa ukianza kwa mfano uh, kwa mtu wa kawaida amekula zaidi ya asilimia 65, e, za wanga kwa siku, ndio sasa kunaanza e, kutokea, uzito unaanza kuongezeka kwa mtu mwenyewe. Sasa uzito unapoongezeka, ndio sasa athari zinaanza kutokea. Maana yake uzito unapoongezeka, ni kiwango cha mafuta kimeongezeka kwa wingi mwilini. Kiwango cha mafuta kinapoongezeka, sasa hali hii ndio inapelekea e, mtu kupata athari kwa mfano za magonjwa yasiyoambukiza kama sukari, lakini pressure magonjwa ya moyo, magonjwa ya mishipa ya damu kama kwenye, kwenye stroke, magonjwa ya akili na mengine mengi ambayo yanatokana na athari ambazo zinakuja baada ya kupata shida e, e, e, magonjwa haya yasiyoambukiza. Ili kudhibiti hali hii e, tunapaswa kudhibiti kiwango e, au matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na vyakula vyenye mafuta mengi ili kuepuka athari hizi za magonjwa yasiyoambukiza tunapaswa kudhibiti baadhi ya vitu hasa hasa mitindo ya maisha, matumizi eh, ya vilevi kama pombe, sigara, ambayo ndiyo chanzo kikuu cha magonjwa haya yasiyoambukiza kama magonjwa ya kansa. Lakini kitu cha pili ni kudhibiti uzito uliokithiri kwa kufanya mazoezi, lakini pia kudhibiti vyakula ambavyo tunatumia kwa wingi hasa hasa vyakula vya wanga pamoja na mafuta. Ili kupata maelezo zaidi kuhusiana na huduma za lishe, tunapatikana Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa tisa alasiri kuanzia Jumatatu hadi Jumapili.